Lango gani litabaki litakaloweza kusema sifunguki? Rapa shatarambanda Kwa sababu lile lango lililofungwa lilikuwa lango la malango, ndio lililozaa malango mengine yoyote. Kwa hiyo master key iko pale. Ukipata master key liliyofungua lile lango la mbinguni, litafungua kila lango lililoko duniani, linalokuzuia linalokukwamisha, litafungua. Watashangaa tu ukitoka, wanakuuliza umetoka na funguo ipi? Unaambia damu ya Yesu, damu ya Yesu imenitoa. Damu ya Yesu resa tarabakora Nashangaa tu unavyotoka, kama Petro alivyokuwa anatoka jela, kwa sababu malaika alikuwa anatangulia mbele na heshima zote, na anapotangulia pale mbele, akifika kwenye lango lango linapisha. Kwa nini? Kwa sababu uwepo wa Bwana umemtangulia Petro. Anaenda lango la pili, oh, lango linapisha, anaenda lango la